Maji baba. Baba? baba yako nani? na nilikwambiaje, iwe mwanzo na mwisho kuniita mimi baba, sawa? Wewe mtoto, na iwe mwanzo na mwisho kuingia humu ndani. Nilishawahi kukufukuza sawa, nilikufukuzaga. Ni nani alikwambia uingie humu ndani? Sawa baba, mimi najua kama ulinifukuza, na mimi nilitika kauli yako, na ndio maana nikaondoka pa lakini mi nimekuja hapa nina shida moja, na wala sijaja kukaa hapa. Nimezunguka huko tangia asubuhi baba, sijala kitu chochote. Kwao nimekuja kuomba chochote kitu, kama kuna chakula kimebaki jana basi mnigeni chakula. Wewe mtoto, nimekwambia hakuna chakula na usije tena humu ndani. Mbona kipindi mama yuko hai ulikuwa unanipenda, tena ukitoka kazini unaniletea na zawadi, lakini tangia mama amefariki, baba, umekuwa unachuki na mimi unipendi. Hivi kwa nini? Ukitaka kumfuata mama yako alipo, ingia humu ndani. Baba, maneno gani hayo? Lakini sikufichi, kama utajaribu kuingia humu ndani, hapo ndio utakapokuwa mwisho wa maisha yako. Naomba utoke humu ndani, toka humu ndani! Sawa baba, mimi natoka, lakini kumbuka hii ni dunia na milima ikutani, lakini binadamu tunakutana. Ndio, ondoka. Sawa baba, mimi nikutakia maisha mema, na wewe pia kweli ni iku mwisho wa ubaya ndiyo nokwenda kutokea wapi? itaweka sura yangu. Ah, mm, ninayo majibu ya yote haya ah, sina haja kungojea, ila inanisuta roho yangu ah, maana mambo ya ajabu nilimzushia umala

Amka jamani, kimekuta nini? Kaka! We kaka eh. Kaka basi amka jamani, we kaka, ewe kaka, jamani amka basi, umekutwa na nini? Mungu wangu kaka. kaa ndani ka tu kama utumbo, badala ukae nje, uvae kanga japo hata moja, biashara matangazo, au umeshiba hela? Hapana mzee, ndani nina mgonjwa, ndio maana naenda niko ndani. Una mgonjwa? We nenda baadaye urudi labda. Hapana, mm -mm, nirudi baadaye tena? We kama sikiliza, nikwambie wewe, si una mgonjwa ndani? Kwani jambo dogo tu hilo, sinakupa hela mi Kwende hata chooni basi, chooni. Wewe mzee una akili kweli wewe. Mimi ni mwanamke ambaye najitambua, sio kila sehemu tu naweza nikaenda ovyo ovyo. Nimeshakwambia nenda baadaye urudi. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja, mimi ni banwa sana, lakini nakubaliana na wako, nataka nikulipe kabisa, nakupa kabisa hela yako hiyo. Baadaye nikirudi, sitaki maneno mengi, nikuingia ndani na kufanya yangu mimi, sawa

japo ndugu nduwa rafiki wamekutenga, wasikunyi masingizi, wanaokuita chizi, eti kisa umechaka usitumie kizizi. Ongeza tubidi na wala usikate tamaa, utafika ado, ado, ado. <laughs> Umeamka, asante Mungu. Vipi lakini hali yako, naendeleaje? Mimi naendelea vizuri tu. Wewe nani na hapa mimi nimefikajifikaji? Kwanza pole kakaangu, ni stori ndefu sana mpaka wewe kufika hapa. Kiukweli dada yangu, nashukuru sana kwa msaada wako ambao umenipatia kwa sababu ni binadamu wachache sana wenye roho kama ya kwako, lakini nilikuwa na swali wakati unanisaidia pale Mda ule ndo ulikuwa unaenda shule au ulikuwa unarudi shule? Ndio nilikuwa naenda shule. Mungu wangu. Ina maana leo hujaenda shule kwa sababu yangu. Kiukweli pole sana dadangu na nikushukuru sana kwa msaada wako. Mimi maisha yangu ni magumu sana. Kula yangu ya shida, lala yangu pia na yenyewe ni ya shida. Kwa hiyo nilikuwa naomba nikupe chochote kitu ambacho mimi nilicho nacho kama shukrani ya msaada wako ulionipatia. Hiyo ni pesa ndogo sana dada yangu, lakini hicho ndio nilicho nacho. Ningekuwa na zaidi, mimi ningekuongezea. Vipi tena? Mbona unanipatia pesa? Wewe chukua. Nimekuongezea hiyo pesa ili iweze nayo kusaidia pia. Hapana dada yangu, usifanye hivyo, kwa sababu wewe ndio ulionipa mimi msaada, kwa hiyo mimi ndo ninahitajika nikupe wewe pesa, na wala sio wewe. Lakini nashangaa mimi, nimekupa shilingi elfu moja umeniongezea tena elfu tatu Leo kwako kesho kwangu, mimi nimeamua tu nikusaidie, usijali. Basi sawa dada yangu, kwa sababu cha kupewa si cha kuiba, mimi nikushukuru sana. Acha basi mimi niende kwanza huko nikahangaike hangaike, maana si unajua tena mtafutaji achoki, akichoka ujua ameshapata. Alafu kaka, kuna mzigo wako nimeweka machumachuma hapo nje utakuta. Ah, eh ee, kweli nilikuwa na machuma ah, asante sana dada yangu. Mimi niseme tu kitu kimoja. Milima haikutani lakini binadamu tunakutana.

Eti kisa umechaka usitume bizizi ongeza tubidi na wala usikate tama Ado, Ado, Ado siku utafika wezi jomba mbora apaeli we unakiza itawakata. Ado, we mzee, sasa hivi nimekwambia uende urudi baadaye. Haya, sasa hivi ndo baadaye? Tena hii si ndio baadaye? Wewe si umeniambia niende alafu nirudi baadaye? Sasa tena baadaye ipi unayotaka wewe? Mimi sasa hivi muda wangu wa kujisomea, nilikwambia uende nyumbani baadaye urudi, kwa sababu mimi bado ratiba zangu za kujisomea hazijaisha. Mwanafunzi mwanafunzi utakuwa wewe bwana, biashara zako tunazijua, wewe lete mzigo huo, mambo yasiwe mengi. Unajua, sikiliza, nikwambie mimi bwana, hasa hapa nilipo, nina mzigo mzito mwilini bila yani, nisipotoa huo mzigo mwilini, akili yangu yote inapagawa, inakuwa yani haielewi kitu. We fanya hivyo. Na ndio maana nimekupa, nimekwambia nitarudi. Wewe umeniambia nitarudi baadaye, sasa baadaye, si ndio hii? Baadaye gani unautaka wee? Wewe mzee, bahati ela, evil, yako umeniachia hela, na hiyo hela nimempa mgonjwa wangu, la sivyo ningekurudishia hela yako, ningekwambia uende urudi baadaye. Sawa, mambo yasiwe mengi, hela inaongea. Ndio nishakupa. Sasa hela yangu, unasemaje? Fanya haraka ingia tumalizane. Sasa kumbe mambo sio hayo bwana. Kiukweli jana bila yule mwanafunzi sijui ningekuwa katika hali gani, lakini pia naona kama sijafanya kitu sahihi kwake. Yeye ndo amenipa mimi msaada, lakini pia bado nimepokea pesa yake, na utafutaji wa pesa ulivyokuwa mgumu. Sasa hapana, hapana, ngoja tu nimrudishie pesa yake. Foleni, huoni hao au shobo? Kila mtu ana kichupa chake hapo mzee. Aya, nyuma amna. Mimi sipo kwenye foleni yenu, mimi nimemfata ndugu yangu, anakaa chumba hichi. Udugu ulikuwa zamani, mzee mwenzangu, bila kwa sasa ushakata kamba, akalisha makali wako chini pale.